Niliamua kumwacha, si kwa sababu sikumpenda. Ni vile aliamua kuzama kwenye mila zake za ovyo, na nilijaribu kumshauri mwenzangu, lakini hakutaka kunielewa, na inauma sana. Bata, hizi mila zimeharibu ndoa nyingi mno, na zinaleta huzuni badala ya furaha. Sio ndoa tu, hadi familia. Baba yangu amejaribu kunifungia mimi pamoja na mwana, akiamini kutuweka mbali na dunia nikuzilinda hizi mila, lakini ukweli ni kwamba ametuumiza zaidi. Na kwenye hili lazima akitendeke na kuelewa. Zawadi, naelewa maumivu yako, baba yako ni mzee wa mila, lakini nataka nikuombe jambo moja. Ipo njia ya kutoka, hatuwezi tukaendeshwa maisha yetu na hizi mambo za mila. nimejaribu nimejaribu mara kibao kuongea na mama yangu, lakini baba yangu anatumia kila njia kwa ajili ya kunizuia, na sijui mpaka sasa hizi nampata wapi. Magawa magawa yupo naye, anawaza usalama wako. Magawa yuko wapi?

Zawadi na yule mwendazi mwako wako wapi? amewatoa naye hapo? Hapana mume wangu, mimi sijui walipo na wala sijafungua. Usisubutu kunidanganya, hawa wametoroka wenyewe, najua matokeo ya kene ujumsiwa Mimi sijui cho chochote, tafadhali naum no. Eh! Ikithibitika nimeshirikiana nao utajuta kuzaliwa. Nini hapa asubuhi hii. Kaka, nimekuja kuomba msaada nataka nifukuza niko peke yangu Tafadhali kaka naomba unisaidie umshawishi nirudi kwangu Usiniletee matatizo unataka nifanye nini huyo mumeo hajui kuhusu mila Tatizo linakuwa wapi? Siku nyingi kwa hivi kaka? Nilifikiri nafanya kila kitu kwa ajili ya heshima ya familia yangu. Leo mmenigeuka. Naangu kila siku alikuwa ananikataza, lakini sikusikia. Nilikuwa na heshima mira. Wewe usiletee matatizo luti, umesha Angalia namna ya kumuomba kumwomba msamaha mume wako kaka. Akili peke yake, siwezi. Ah ah, usirudi tena hapa hadi uhakikishe umemalizana na mume wako. Mimi siwezi kuwa sehemu ya aibu yako. Ukutumwa, ukutumwa uolewe na mtu asiyejua mila aya. Ondoka, ondoka!

hapa mpaka ndugu yangu anaondoka kwa hasira kiasi hiki. Chesko. Nilijikuta nadanganya vipimo vipimo kote, kwa sababu nilikuwa sitaki kumkosa Magara, na kila nilipokuwa namwangalia nilikuwa na hisi zaidi kama naenda kufa. <tis> Kumbe u ni mjinga kiasi hiki Ruti, unaamua kucheza na maisha ya watu. Unajua madhara ya wikhi ulichokifanya? Ndio najua, lakini nilifanya kwa sababu nampenda Magawa kwa dhati, mi siwezi kuishi bila yeye. Eh, kwa sababu ya upendo au ni tamaa tu? Mimi sio kama wanawake wengine wa mila zetu nilijaribu kumpenda mume wangu Bata, lakini udhaifu wake, siwezi kusema hata anastahili kuitwa mwanaume. Hiyo ukazani, suluhisho lako ni kumuumiza zawadi na kumfanya magao aonekane hana thamani mbele ya mira, si ndio? Ndio Chester, nimeanza kugundua ladha tofauti tofauti kupitia kwa wanaume wa mira, na kila mmoja wao ana kitu tofauti cha kunipa, tofauti na huyo Bata ana hata la maana. Ruti, unaelewa unachokisema? Unajua maana ya hizi mila? Unacheza na maisha ya watu. Kumbuka, unaweza kulipia hili kwa damu. Chesko, sijali kitu. Kuna kitu nimejifunza kupitia maisha haya, kwamba ukisimama kwenye haki unaumia, na ni bora niishi kwa ladha ninayoitaka kuliko kufuata sheria ambayo haijawahi kunifaa. Siri, kila mtu ana mapito yake, lakini ya kwako ni mengi zaidi ya wengine kwa hapo, ukitafuta huruma. Sijui kwa nini kila mtu anafikiria kwa yeye ni mwathirika tu, wakati ukweli ni kuwa wewe ndiye tatizo. Na tatizo lako, unajifanya unajua kila kitu. Kumbuka, bila huruma yangu, mimi na kaka yangu usingeishi pale, ungekuwa unazula kama chizi tu. Huruma? Wewe unaita mateso ni huruma? Sasa huruma, kuishi kwenye mikono ya watu wanaokudharau kila siku na watu wanaokudhalau kila siku, wanaokunyanyasa kiakili na kimwili, kwa mwamvuri wa mila huwo, naita hiyo ni huruma? na <coughs> nakwambia Ruth, niliapa nikiutambua ukweli, hakuna hata kaburi isi ambayo isiyojua ukweli huu, alafu nilijua kabisa mpenzi wangu mimi aliuawa, na mliohusika ni wewe na ba mdogo. Mwana, hizo ni hisia zako tu. Pia mimi si shangazi yako, naweza nikakufanyia kitu kibaya wewe, labda. Lakini Ruth, niliapa kwamba nitapambana. Na ukae ukijua kwamba mimi sio ule mwana ambaye mlomzoea. Uko sahihi mwana. Na tutapambana pamoja. na kama kuna mtu anataka kunihukumu basi niko tayari kwa adhabu yoyote ile, lakini kabla ya yote lazima niseme ili wazi. Zawadi, unarudi hapa mbele ya wazazi wako? Una hasira, unajua unachokifanya? Najua ninachokifanya na, na leo siwezi kunyamaza tena. Hizo mila mnazozitukuza zinazofanya mabinti tuonekane kama mateka hazifai na ni potofu. Baba, uoni aibu? Mkwe akapimwe kweli? Unajua madhara yake? Zawadi mwanangu, tambua kwamba hizi ndizo mila zetu mwanangu, hebu jaribu kuwa mwelewa. Mila, mila sio sehemu ya minyororo inayotufunga. Mila bora ni zile zinazotufundisha upendo, heshima na utu katika ndoa na sio hizi za kupima ushupavu kwa njia za udhalilishaji. Unajua unachokisema? No, Zawadi, unakataa mila za mababu zako. Nazikataa mila zinazofanya tuwe watumwa, nazikataa mila zinazotufundisha kuwa wahongo na hila. Kama binti, napaswa kufundishwa na namna nzuri ya kuishi na mume wangu kwa amani, na sio mwanaume kutumika katika vipimo vya kipuuzi. Mmejifunza nini kutokana na mateso yangu, hmm? Mmejifunza nini? Mwanaume anapaswa kupenda kuheshimu na kulinda familia yake na sio kuamini mila za uongo baba. Mwanamke anapaswa kuwa mshirika wa hilo na sio mwasilio wa mila za kizamani mama yangu. Baba, bora nitengwe na ukoo kuliko kuishi kwenye mila za uongo na mateso. Mabadiliko yanaanza na mtu mmoja, na mimi leo ndio huyo. Najambo, nataka kukueleza, siwezi kubaki na kitu kigumu ni mwangu. Chesco, kuna nini? Mbona unaonekana kama una taharuki? Najua umeumia sana kilichotokea kwa Zawadi, lakini leo nimeujua ukweli wa kushangaza. Ukweli gani huo? Chesco, usijaribu kutuficha, tafadhali, nisikilize Ruti. Mtu wa bata alibadilisha majibu ya vipina Yaani siwezi kukataa, yule mwanamke ni ibilisi. Siwezi kukataa kabisa, na ni wazi aliniambia kuwa anampenda sana Magawa, hivyo hakuweza kabisa kuvumilia kimona yuko na Zawadi, ndio maana akaamua kufanya kila aina ya njia ili kuzuia kwa ajili ya usalama wangu. Inaumiza, naumiza sana. Vipi, una habari mpya? Shangazi Ruti yeye aliamua kupindua majibu ya matokeo yako aliamua kufanya hivi ili kuendelea kutimiza mila ambazo zilikuwa na manufaa yake binafsi. Alipambana kuhakikisha kuwa magawa hatopata nafasi ya kukuoa wewe. Unasemaje? Kwa hiyo shangazi Ruti aliingilia kipimo kwa ajili ya kuniharibia mimi, ndiyo zawadi. Ruti aliona kama matokeo yangekuwa sahihi, basi magawa angekufanya kuwa waat, lakini aliona kuwa anahitaji kudhibiti kila kitu kwa manufaa yake mwenyewe binafsi. Najiuliza kitu nimekosea wapi? Kwa nini nimekuwa sehemu ya huu mchezo mchafu kwa nini? Nini shangazi Ruti na baba wameniingiza kwenye nia yao? Najuta. Najua tata kwa nini nimemleta magawa nyumbani. <coughs> Nyamaza, usilie mwanangu, takiatapambania, hili kitu kitakuwa sawa. Nyamaza mwanangu, nyamaza.